Umoja wa Mataifa UN kupitia ofisi ya haki za binadamu umehoji kuzimwa mtandao na kuitaka Uganda kuondoa marufuku ya kuzima intaneti ikisema hatua hiyo inaweka gizani kwa kukosekana mawasiliano ya uwazi wakati wa uchaguzi mkuu ukifanyika leo Alhamisi. Ofisi ya haki za binadamu ya UN imesisitiza kupitia ujumbe wa mitandao ya kijamii uliochapishwa Jumatano, Januari 14, 2026, ikieleza kuwa upatikanaji wa uwazi wa mawasiliano na taarifa muhimu za uchaguzi huru na ukweli Kinukuu taarifa hiyo inasema, Waganda wote lazima waweze kushiriki katika kuunda mustakabali wao na mustakabali wa nchi yao, ilieleza taarifa hiyo. Utekelezaji wa agizo la kukatwa kwa intaneti ulianza Jumanne jioni baada ya tume ya mawasiliano ya Uganda UCC kuwaagiza waendeshaji wa wa mitandao ya simu kuzuia upatikanaji wa intaneti kwa umma. Taasisi ya ufuatiliaji wa internet Netblocks imesema hatua hiyo inaweza kupunguza uwazi na kuongeza hatari ya udanganyifu wa kura. UN pia imetahadharisha kwamba huenda Waganda wakapiga kura katika mazingira ya ukandamizaji na vitisho dhidi ya upinzani vya kisiasa, watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari, na wale wenye maoni ya kupinga. Tume ya mawasiliano ya Uganda imetetea hatua ya kuzima intaneti ikisema ni muhimu kudhibiti taarifa za upotoshaji, udanganyifu wa kubaini, kuibuka vurugu zinazohusiana na uchaguzi mkuu. Wakati Umoja wa Mataifa ukitoa taarifa hiyo, wananchi wa Uganda wamejitokeza katika vituo vya kupiga kura kwenye maeneo mbalimbali mbali ya nchi hiyo, huku baadhi ya maeneo ikiripotiwa kuchelewa kuanza kwa shughuli ya kupiga kura hadi saa nne asubuhi. Hata hivyo, vituo vya kupiga kura vimefunguliwa saa moja asubuhi katika maeneo mbalimbali mbali mbali nchini humo katika uchaguzi mkuu unaofanyika hii leo Alhamisi Januari 15, 2026. Lakini baadhi ya maeneo ya Kampala na nje ya jiji hilo imeripotiwa wananchi kuchelewa kuanza kupiga kura. Vituo kadhaa vya kupigia kura jijini Kampala na maeneo mengine ya nchi pia vimeripotiwa kuchelewa kuanzwa kwa shughuli ya kupiga kura, huku wasimamizi wa uchaguzi wakieleza sababu zikiwemo za kimtandao. Katika eneo la Makindye Sabagabo, mgombea wa urais kupitia Conservative Party, yani CP Joseph Mabirizi amelazimika kuondoka katika kituo cha kupiga kura bila kupiga kura baada ya maofisa uchaguzi kushindwa kuanza hatua hiyo hadi saa nne asubuhi. Mgombea huyo hakuweka bayana iwapo angerudi kabla baada ya vituo kufunguliwa hiyo jioni. Kwa mujibu wa mtandao wa Daily Monitor wa Uganda unaoripoti hatua kwa hatua uchaguzi huo mubashara. Katika kituo cha kupiga kura cha Lufuka Playground, Makindye Sabagabo, vifaa vya kupiga kura havikuwa vimefika hadi saa nne asubuhi. Sishangazwi anga... na ucheleshwaji huu kwa sababu serikali hulazimika kufanya hivyo Kampala kwa kuwa ni ngome ya upinzani, amesema Mabirizi alipokuwa anaondoka kituoni hapo.